Kanisa la ABC chini ya uongozi wa Askofu Mkuu Dr. Timothy Ndambuki linapoonekana kuwa kipaumbele kueneza neno la Bwana Madayo 28 mstari wa 19 hadi 20, kwamba Kristo alituachia angizo kuu moja kwenda katika ulimwengu wote na kumuhubiri. Kamati ya uongozi wa wanawake wa imani wa kanisa hili chini ya uongozi wa askofu wa jimbo la Nairobi, Askofu Dr. Mary Nzioki limewafikiana kununua basi itakayowawezesha kueneza neno la Bwana katika maeneo tofauti ya nchi na hata nje ya mipaka ya taifa hili. Tukiwa hapa pia tumekumbuka wa, wazazi wetu ambao walikuwa huko kabla ya miaka ya sabini walinunua gari la kuhubiri habari njema mwaka wa sabini na tano. Sisi ambao tuko baada ya miaka hamsini tumejiuliza tutakapotoweka vizazi vijavyo vitaweza kuona utumishi gani ambao tumefanya na kwa kauli moja, na kwa ruhusa ya archbishop wetu, tumepewa ruhusa tununue gari kubwa ya kuhubiri habari njema, na hivyo tumekubaliana kwamba tutanunua basi. Ili kuafikia haya kabla ya mwaka huu kukamilika, kila mwanamke wa imani katika kanisa la ABC kote nchini ameshauriwa kutoa mchango wa shilingi elfu moja huku wanawake wa umri mdogo pamoja na wasichana wakitoa wa mchango wa shilingi mia tano. Ujumbe huu tunatuma kwa wanawake wote na viongozi wetu wote makanisani kwamba wasapoti hii project. Tuko na kutoka sasa mpaka mwaka huu tuone kwamba tumekamilisha utumishi huu, na kwa ajili hiyo tunaomba kila mwanamke wa kanisa la ABC atoe tu elfu moja. Elfu moja kwa kila mwanamke mzima katika ABC kwa kipindi cha mwaka mzima huu wa 2025 na wasichana wetu wote watoe uh, 500. Viongozi hao walizungumza haya katika warsha ya kamati ya wanawake katika kanisa la ABC Masaku, ambapo lengo kuu lilikuwa kupanga kazi ya Mungu kwa ajili ya mikutano ya wanawake mwezi wa sita na mwezi Agosti, na leo madhumuni yalikuwa kupanga kazi ya Mungu kwa ajili ya mikutano ambayo iko mbele yetu mwezi wa sita na mkutano mkubwa wa mwaka wa ABC wa wanawake mwezi wa Agosti mwezi wa nane mwaka huu. Na tunashukuru Mungu kwa sababu ametuongoza na ametulinda mpaka wakati huu, na tukiwa hapa pia tunataka kuwashukuru wanawake wote wa ABC kwa kazi yote nzuri ambayo wamefanya miaka hiyo yote kusimama na makanisa na kusupport kazi ya Mungu katika ABC. Aidha, wakimshukuru kiongozi wa kanisa la ABC Afrika mashariki ya kati kusini, pamoja na Finland, Dr Timothy Ndambuki kwa kuwapa fursa hii. Tunawatakia heri na tunawaombea baraka za Mwenyezi Mungu aweze kuwabariki. Tunashukuru Archbishop na kamati ya Headquarters kwa kutupa nafasi hii na Mungu aendelee kuwabariki. Okay, na mama Isaac Musyoka, Undugu TV.